Chini na duniani, sio vile tu Tanzania na duniani, ili tuweze kuwa kweli global citizens ambao wanatija. Namba moja, wazazi na familia ndio walinzi na walimu wa kwanza muhimu kuliko wote katika elimu. Nimeona kule nchini Ujerumani, kila mwaka ninaenda, na unaona kabisa, rafiki zangu, mtoto akitoka shuleni mama anakaa naye, anaketi naye awe ametoka kazini mama au hajatoka, atakaa naye umefanya nini leo? Watafanya naye na umefanya mwenyewe kwanza assignment, alafu mimi naipitia hapa, umekosea, sijaelewa mama, hiki ni hivi, hiki ni hivi. Akirudi kwa mwalimu superstar, anamfundisha hasa hii ya kusema tuishen tuishen. Kuna watu wanabinabina binabina, walimu wanaona sahii ni bili Eh, anafundisha nusu nusu robo robo, ili atafutwe akalipwe hela za tuition, mje kwetu. Ah, mama ndio anatoa tuition kule nyumbani. Kwa nchi zilizoendelea niulize ni, ni wamama wangapi wenye watoto wamama wa eh, wale wanaojiona ni wastarabu eh, wamama wenye kazi, ajira binafsi, serikalini, anafanya assignment kila siku na mtoto? Tuko Januari, watoto walivyokuja likizo ya Christmas, ni wamama wangapi walichukua madaftari wakaangalia hapo hmm? Badala yawapo wampeleka saluni kwenda kunyoa nywele zimekatwa sijui zimekatwa kitu gani na kuangalia movies tu. Haiwezekani kwa namna hiyo hiyo, ni la hasha. Hatutakupata watu waliohatamiwa na watakaototolewa watakao fit kuwa global citizens wa kupambana na matatizo ambayo yapo hapo nje, yako hapo duniani, yapo huko duniani yako kwenye kwenye uchumi, ili waweze kutoka kidedea. Namba mbili, elimu ya kweli ijenge na ijengwe katika maadili ya Kimungu. Kasome Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 16, yajengwe kwenye dhamiri safi na hai. Namba tatu, elimu ya kweli na endelevu ijali tamaduni njema za mahali, tamaduni njema za kikabila, tamaduni njema za nji, tamaduni njema za bara fulani, za ukoo fulani, za chuo fulani, za sehemu fulani, kuna tamaduni njema na lakini zijali pia uwajibikaji binafsi, sala, maadili na uhuru wa kweli, Zaburi ya 146 mstari wa saba kile wanachokita responsible freedom unamwachia mtoto eh? Kuna mahali nimeenda kutoa kongamano Dodoma, na kuna mama mmoja, mama mstaarabu kabisa, mtu mkubwa. Wakati naongea hivi ananiambia padi, naomba nitoke ni, ni nje, binti yangu yuko Dar es Salaam, amemaliza chuo kikuu, naona ananipigia simu. Nikamwambia toka tu. Baadaye anarudi ndani ananiambia ulio uh, baada ya kumaliza mada ananiambia yule binti yangu alikuwa anasema, mama leo tunapika nini eh, tume na kwenye friji kuna kila kitu Eh, tulitaka t tule vitu vile sasa tunafanyaje? Kwenye friji kuna nyama, kuna hiki, ni watu wenye uwezo. Lakini lazima msukue mama yake amuulize, ya "Hivi leo tunapika ni nini na dada? Tumwambie dada apike nini." Na huyo binti mkubwa kabisa. <laughs> hmm? Na huyo yuko chuo kikuu au amemaliza chuo kikuu, mama yake akaniambia kwani tuna shida. Yeye alivyokuwa binti mdogo. Mimi hata nikiwa mdogo nikiwa primary nilikuwa najua kupika, najua kumenya ndizi. Najua kumenya ndizi, natoka kanisani kama mtumishi namenya ndizi najua kupika ugali primary. Leo hii kuna wamama, kuna vijana anakucha refu sijui za ajabu ajabu, hawezi kumenya ndizi, hawezi kufanya chochote, anajiona ni mamaana na anataka watoto wake wakopi na kupesi mfumo na mtindo huo wa maisha, it is a disaster. It is, it is a a disaster disaster. Haya, namba nne, elimu bora inapaswa elimu bora na ya kweli inapaswa iwe inatija ina, ina, ina, ina na hivyo inadai na hivyo inadai, madai yake ni haya. Inadai moja, wazazi mifano, role models, wazazi mifano. Unaweza na ukawa na role models waalimu, lakini wazazi kama ni hovyo, tayari umeshaharibu hiyo hiyo dini. Kwa lazima wazazi wawe mifano. Pili, waalimu mifano, kwa sababu tayari msingi wa kwanza, wazazi mifano, pili walimu mifano tatu walezi mifano nne wanasiasa mifano au mfano tano watendaji katika tasnia ya elimu mifano. Sasa nimetaja makundi matano, yanaweza kawa zaidi hmm? Wachezaji au au, au marafiki mifano. Pia unaweza kuwa na watoto wako au mtoto wako ni malaika yani hajaharibika lakini marafiki zake majirani zake walioko kule shuleni au barabarani hawako hawako vizuri kimaadili. Kwa hiyo watakopi na kupesti kile anachosikia rafiki yake anakifanya, anakisema. Sita, daima elimu ya kweli na yenye tija inapaswa kuwa jumuishi na shirikishi. Usimlelee tu mtoto wako zime, minalelea kwangu atoke kidedea apate GPA chuo kikuu awe wa kwanza, hao wengine hawanihusu. Huyu watamrudisha nyuma wale ambao walipata sifuri. Haiwezekani uka, ukawa na furaha na amani. Wewe kama ni tajiri ukaishi kati ya maskini, wewe una akili, umesoma ukaishi kati ya watu ambao wa hawajielewi hawajitambui, wananyanyapaa, wana, wana elimu, hautaishi kwa raha. Na nchi iliyoendelea kigezo ni kada la wale watu wa chini, wana uelewa wamesoma si lazima wawe maprofesa na madaktari, lakini wanauelewa ule wa msingi, wana common sense ya msingi. Sasa hiyo hiyo hiyo elimu yenye tija, basi lazima ishirikishe, iunganishe roho, akili, mwili na utashi, kama nilivyosema hapo mwanzo. Saba, elimu ya kweli ijali uwezo na sio ushikaji. Kuna watu, kuna watu wanaajiriwa kiushikaji hana uwezo. Kuna watu wanapewa kazi ajira, ee, kwenye, kwenye sehemu mbalimbali kwenye makampuni kwenye wapi, you name it. Mshikaji kama ni mtu basi, ana ni mkubwa wa taasisi fulani, anamweka hapo, uh, mke wake, au anamweka hapo mtoto wake, au anamweka hapo shemeji yake, au anamweka hapo anaweka watu wa ukoo wake, watu wa ukoo wake, lakini je, kuna tija? ili tuweze kuwa na elimu yenye tija, bila kujali kabila, bila kujali rangi. mwekmo ulideliva naitwa